Mwendelezo wa mkutano wa kampeni za kuomba kura kwa wananchi ambapo mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ADA TADEA Juma Alkhatibu amekutana na wakulima wa mwani pamoja na wa mabwawa ya chumvi wa, wa shehia ya Chwale, wilaya ya Wete, Pemba na kuweka ahadi zake juu ya uboreshaji wa shughuli zao endapo atapata ridhaa ya kuwa rais wa nchi hii. tushapanda ule mwani wetu hatujui wapi tupeleke, maana tunaenda ambua mwani kilo shilingi mia saba. Ile bei unaonunulia we mbegu haikidhi haja. Nyie viongozi wetu munaotufikia hapa Tuwaomba, ezi changamoto zetu tulizonazo mtutekeleze. Mmeamua kufanya kazi ya halali na kazi ya staha, tumeona pale mnafanya kazi ambapo, kwa, kwa kutumia mikono kwa mfano wakulima wa mwani. Hata nyinyi vilevile kwa hiyo kuwapatia vifaa vile vya kisasa pamoja na kupunguza changamoto, lakini pamoja na kupanua soko, kwa sababu chumvi inatoka hapa ni mzuri chumvi ya mawe, na Mwenyezi Mungu kijalia chumvi hii ina kiwango tutahakikisha tunakwenda sambamba na wakulima wa mwani na wachumvi, si kwa hapa Pemba tu, lakini kwa Zanzibar yote. Uchumi wa bluu msiuchukulie kawaida. Uchumi wa blue una una uwezo wa kuzalisha ajira zaidi ya hizi ambazo tunazipata sasa hivi. Kwa hiyo tunakuombeni sana mumunge mkono mheshimiwa Mheshimiwa Juma Ali Khatib ili aiendeleze hii dhana ya uchumi wa bluu, lakini pia aje na wabunifu wake na watafiti wake ambao tayari wameaminiwa na wana kiwango kikubwa cha elimu, ili kuja kuwafundisha jinsi gani hapa hapa mnaweza kukuza kipato chenu mara mbili zaidi ya mnachokipata sasa hivi. Aidha, chama cha ADA TADEA kimewaasa wananchi kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi ili kwenda kukipigia kura chama hicho na hatimaye kurudi nyumbani kupumzika na kusubiri maamuzi sahihi ya Tume ya Uchaguzi. Aisha Haji,